Hii ni pamoja na kutambua kuwa hairuhusiwi mtu yeyote asiyehusika kuingia kwenye maeneo ya shule katika kipindi hiki cha mitihani. Kwa kufanya hivyo tutawawezesha wanafunzi waliosajiliwa kufanya mitihani yao kwa amani na utulivu. Baraza halitasita kumchukulia mtu yoyote atakayebainika kujihusisha na vitendo vya kuhujumu mitihani ya taifa kwa mujibu wa sheria za nchi yetu. Taarifa za udanganyifu ziwasilishwe baraza la mitihani kupitia namba ya simu 0759 3600000 au barua pepe esnecta@necta.go.tz Baraza la Mitihani linawatakia wanafunzi wote kila laheri katika kufanya upimaji wa kitaifa w darasa la 4 tarehe ishirini na mbili na 23 Oktoba 2025.